Anaitwa Ronin na kundi lake panya wa kunusa mabomu ardhini ambao wameendelea kujipatia umaarufu duniani na kuokoa raia wasio na hatia dhidi ya vilipuzi ama mabomu maarufu kama landmines vilivyofichwa ardhini. Panya huyo mkubwa aliyetolewa mkoani Morogoro nchini Tanzania, mwenye mashimo ya kuhifadhi chakula amevunja rekodi ya dunia kwa kuwa panya aliyegundua mabomu mengi zaidi ya ardhini. Kwa mujibu wa Guinness World Records, kati ya Agosti 2021 hadi Februari 2025, Ronin aligundua mabomu mia moja na tisa ya ardhini na vilipuzi vingine 15 ambavyo havikulipuka mjini Siem Reap, nchini Cambodia. na nuku, matokeo ya Ronin ni ushahidi wa uwezo wa ajabu wa panya, alisema mhudumu wake mkuu Phanny, kwenye jarida la Guinness. Mabomu ya ardhini ni tatizo kubwa katika maeneo yaliyoathiriwa na vita, hususan nchini Cambodia na Vietnam. Silaha hizo za kulipuka zinazofichwa ardhini kwa lengo la, la kulenga na kumjeruhi ama kumuua yeyote anayekanyaga juu yake. Kwa mujibu wa ripoti ya Landmine na Cluster Munition Monitor, nchini Cambodia pekee, zimesababisha vifo vya na majeraha kwa watu zaidi ya 65,000 tangu kuanguka kwa utawala wa kikatili wa Khmer Rouge mwaka 1979 Matumizi ya mabomu hayo ni suala lenye utata kutokana na asili yao ya kutotofautisha kati ya walengwa, na hatari wanayowakilisha kwa miongo mingi baada ya vita kumalizika, wakiua na kujeruhi, huku wakikwamisha maendeleo ya ardhini katika maeneo yaliyoathirika na vita. Pia ni vigumu sana na hatari kuyagundua. Na hapo ndipo panya huingia, hususan Ronin anayesifika kwa kuwa na akili ya hali ya juu, mwepesi, na mwenye uwezo mkubwa wa kunusa, mambo inayomfanya kuwa bora katika kubaini vilipuzi hivyo. Aidha, ni mwepesi kiasi kwamba hawezi kusababisha mabomu kulipuka anapokanyaga juu ya ardhi hiyo. Hii ni kazi ya muhimu sana. Inakadiliwa kuwa kuna mabomu ya ardhini milioni mia moja na kumi bado yamezikwa katika zaidi ya nchi sitini duniani kwa mujibu wa shirika la APOPO linalojihusisha na kugundua mabomu. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mabomu ya ardhini yalisababisha majeruhi elfu tano na mia saba ambapo asilimia 37 ya hao wakiwa ni watoto Kulingana na ripoti ya Landmine Monitor mwaka 2024, Ronin ni mmoja wa zaidi ya panya 100 waliopatiwa mafunzo na APOPO kugundua harufu ya kemikali za vilipuzi na kuwaonyesha waendeshaji wao eneo lililo, lililo na mabomu hayo. Panya hao pia wana uwezo wa hali ya juu na wamefundishwa kugundua kifua kikuu katika mazingira ya hospitali, hivyo kusaidia kudhibiti maambukizi ya magonjwa ya kuambukiza . Timu ya shirika la APOPO lenye makao yake nchini Ubelgiji inaweza kuchunguza eneo lenye ukubwa wa uwanja wa tenis kwa dakika 30, kazi ambayo ingemchukua mchimbua mabomu mwenye kifaa cha kugundua metali hadi siku nne, kwa mujibu wa shirika hilo la APOPO. Ronin mwenye umri wa miaka mitano na ambaye alizaliwa Tanzania ni mkubwa zaidi kuliko panya wa kawaida wa kufugwa na na urefu wa zaidi ya futi mbili sawa na paka na uzito wa paundi 2.6. Mkoa wa Prea Viha Nchini Cambodia, ambako Ronin alipelekwa, una kiwango cha juu zaidi cha mabomu ya ardhini duniani kufuatia miongo ya migogoro katika karne ya 20 ikiwemo mashambulizi makali ya mabomu ya Marekani wakati wa vita vya Vietnam. Marekani ilidondosha tani milioni mbili nukta saba za silaha zikiwemo mabomu ya makundi na vilipuzi vidogo katika kampeni ya miaka minne ya mabomu nchini humo kwa miongo kadhaa. Ripoti ya mwaka 2019 ya huduma ya utafiti wa bunge la Marekani inaonyesha kuwa kiasi cha robo ya mabomu ya makundi hayakulipuka na hivyo kubaki hatari zaidi, yakiwa hayatazamiki kwa wakati huu. Pia Apopo inasema licha ya miaka mingi ya juhudi za kuondoa mabomu hayo inakadiriwa kuwa kuna mabomu ya ardhini milioni 4 hadi 6 ambayo bado hayajagunduliwa nchini Cambodia. Ronin sasa anashikilia rekodi ya dunia iliyokuwa inashikiliwa na Magawa panya mwingine wa Tanzania aliyepewa mafunzo na Apopo ambaye aligundua mabomu 71 ya ardhini na vilipuzi vingine 38 katika kipindi cha miaka yake mitano ya huduma nchini humo. Magawa alifariki kwa uzee Januari 2022. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na masuala mbalimbali. Jina langu ni Mgongo Kaitira.